Bwana awe nanyi. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya kumi na moja aya ya kwanza hadi ya nne. Yesu alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana tufundishe sisi kusali kama vile Yohane alivyowafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, msalipo semeni: Baba, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, utupe siku kwa siku riziki yetu, utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumwiaye, na usitutie majaribuni. Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni Jumatano ya juma la ishirini na saba la mwaka chee wa Kanisa. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo inatukumbusha kuwa sala ni kuongea na Mungu. Katika somo la injili tulilolisikia, bwana wetu Yesu Kristo anawafundisha wanafunzi wake jinsi ya kusali, yaani jinsi ya kumwomba Mungu Baba. Yesu aliwapatia sala ya Baba yetu ambayo ndiyo tunayoisali kila siku sisi wa Kristo. Sala ya Baba yetu ina sehemu mbili, sehemu ya kwanza ni ya kumtukuza Mungu Baba, nayo ni hii: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Na sehemu ya pili ni ya kumwomba Mungu Baba, nayo ni hii: utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Hii sala ya Yesu ipo katika ukamilifu kabisa. Ni sala yetu ya kila siku na ni wajibu wa kila mmoja wetu kuisali kwa tafakari, kama alivyowafundisha mitume. Wapendwa wana familia ya wa Mungu, tafakari neno la Mungu imegusa maisha yetu sisi ambao ni wafuazi wa Yesu. Pia kama Yesu alivyowafundisha wanafunzi wake kusali, nasi tunapewa mwaliko wa kusali na kuwafundisha wenzetu kusali. Hii inawezekana kabisa kwa sisi kuwa sehemu ya wanaosali. Baba au mama anayesali katika familia ni chachu kwa wanafamilia wote kusali. Familia ikiwa na pembe ya sala, yaani sehemu ya kusali, itakuwa ni darasa kwa watoto wanaojifunza sala na kwa wengine wanaoishi humo. Wakristo wa mwanzo walidumu daima katika sala na kwa kudumu huko Yesu akatenda miujiza kupitia wao. Rejea Matendo ya ya ya Mitume sura ya pili aya ya arobaini na mbili hadi arobaini na tatu Ni kwa njia ya sala Yesu atatenda katika maisha yetu na tutashinda vishawishi na tutabaki salama, kama anavyotufundisha Yesu alipokuwa Gethsemane, alipowaambia mitume wake ondokeni mkaombe msije mkaingia majaribuni rejea injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya 22 aya ya 46 tuombe neema za Mungu ili daima tuweze kudumu imara katika sala tukifahamu kuwa sala ni kuongea na Mungu na tunaongea naye ili tumwabudu tumshukuru tuombe neema na baraka na, na pia kuomba toba na msamaha tuombe neema ya Mungu ili tuzidi kuwa mstari wa mbele katika kusali katika familia zetu katika jumuiya zetu na katika kanisa. Aliyekuletea neno, neno la Mungu leo hii ni mimi Padre Richard Barnos wa Jimbo Katoliki la Moshi ninayefanya utume wangu kama paroko katika parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero Jimbo Katoliki la Lindi. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.